Wako wapi? Wanyoshe mikono, Mtimbwe Sekondari! Ah, nyosheni vizuri, nyosheni vizuri wanafunzi wa Mtimbwe, nyosha tena. Nilipowasikia mume wangu umerukaruka kama nini. Mimi ndiye nilianzisha shule ya sekondari Mtimbwe kama mkuu wa shule wa kwanza pale kwenu mlipo sasa. Hivi wanafunzi wa Mtimbo wamenisikia? Mbona siwasikii? Mimi ndio nilianzisha shule yenu Form One, wa kwanza nilianza nao mwezi wa nne, na ndani ya wiki moja shule ilijaa wanafunzi na walimu. Kwa hiyo nimefarijika kusikia wanafunzi kutoka Mtimbo sekondari. Sawa. Sasa twende darasani. Mimi naitwa mwalimu Salum Kilipamwambu, Salum Kilipamwambu. Ninatoka halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, natoka Dar es Salaam. Ni mwalimu kitaaluma, lakini mimi ni mwezeshaji wa walimu wenu wanaowafundisha nyisia. Mko sekondari, si ndio? mbona hamsemi?

Kazi yetu ni kama ya kitume hivi, kwa hiyo we need to love them. Hebu wapigieni makofi walimu wenu kwanza, kwa sababu wamekubali kuja na wewe, kuja kukaa na wewe wakati huu wa Pasaka. Kwa hiyo ninafarijika sana. Mimi nilikuwa mlezi wa UKWATA mkoa wa Njombe miaka elfu mbili Nikuwa mlezi waukwata mkoa wa Njombe. Kwa hiyo nafahamu kazi yenu walimu, nafahamu nimefanya sana kwenye mkoa huu, nimezunguka na unaukwata hadi taifa. Hiyo nina furaha kuwa na ninyi. Mwambie jirani yako mwalimu anafuraha kuwa na sisi, ni kama pale nyumbani, ukiwa na baba na mama si unafurahi kuwa na wazazi eh? You are so happy, eh? Jisikie kuwa kwa hiyo mimi moyo wangu umefurahi kuwa na ninyi hapa na niwashukuru sana mchungaji mlezi, hayupo. Mwaliko wa kuja hapa jinsi dsi zilivyo smart nimeupata mwezi wa kumi na mbili mwaka jana wa kuja hapa leo na nikasema, huku ni nyumbani, siwezi kutokuja. Napata mialiko mingi nimewezesha nimeteni pia wanafunzi wa UKWATA kwenye national conference mbalimbali. Nimekuwa nikikutana na wanafunzi wa UKWATA mikutano ya kitaifa sehemu mbalimbali, na hili somo utakalofundisha leo ndio ambao nimefundisha kwenye ni mikutano ya UKWATA wa kitaifa. Natamani uishike, kwa hiyo usilale. Kwa nini? Ninahusu maisha yako na watu, siwasikii kule. Amen. Amen. Amen. Amen, upande ule kuna wenzenu wamewakonza walikuwa wanaongea ongea, eh, natamani utumie Bwana Yesu wali so asifiwe. Walimu wenzangu, huu ni wakati muhimu sana wa kukaa na hawa watoto wa Walimugala kwa sababu tunataka tuwafunde mambo ya maisha yao ili wafanikiwe. Yaani tumekuja kujifungia huku ili tuzungumze mambo kufanikiwa kwenye maisha. Nani yuko tayari? yeah! kwa hiyo uh, nina furaha sana, tuzungumze namna ya kuakilia mtoke, mfanikiwe kitaaluma, mfanikiwe pale shuleni, mfanikiwe kimaisha. Kumbuka muondoke nyumbani kwenda shule, baba na mama wamke shuleni, ila wewe uko shuleni si ndiyo? Amina. Umeenda shuleni kufanya nini baada ya kusoma sikuwa, baada ya kusoma baada ya kusoma baada ya kusoma, hii ndio na kuna mafanikio kumbe, hii ndio na mafanikio kumbe, nataka kuwa na mafanikio ya maisha. Mimi nilipofundisha aa sekondari nilitoa bingwa wa kitaifa wa somo la hesabu alikuwa ni msichana, na sasa hivi lecture yuko chuo kikuu cha Dodoma, ana PhD. Alitoka mwaka Waspada. Ni mwanafunzi wangu. Alikuwa msichana kama wewe. Alikuwa bingwa kitaifa wa somo la hisabati. Nani anataka kuwa bingwa kitaifa wa somo la hisabati? <muchilio> <muchilio> Ninataka niwatie wivu na wapa ushuhuda Unaonihusu mimi, nilipokuwa Makambako Sekondari, nilifundisha kuanzia kidato cha kwanza hadi cha nne. Wale wanafunzi tulipatana, tulipatana. Niliwauliza hey, niliwauliza mko tayari kufaulu? Wakasema ndio. Tukashirikiana na walimu wenzangu wengine, tunataka tufundishe hao watoto hadi kieleweke. Na watoto, mko tayari? Wakasema ndio, tuko tayari. nika kawaambia mtasoma usiku na mchana, tutakapowaita Jumamosi mje bure, tutawafundisha na mimi. Niliwafundisha physics na mathematics, masomo yote mawili walipata, walifaulu sana, na masomo mengine walifaulu. Lakini NECTA walipokagua, hey, bora Kuliko zote nchi nzima ilikuwa ni ya kutoka Makambako sekondari, na ilikuwa ya mwanafunzi anaitwa Rukia Mwifuni kutoka ya Mkena. Sasa hivi ni mhadhiri, ni mwalimu wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Ana degree ngapi? Mbona mjibu, ana degree ngapi? Hiyo inaitwa PhD, philosophical Doctor of philosophy. Ninakutia wivu wewe, mwanafunzi unayesoma kwenye shule ulionayo, kwamba kumbe inawezekana kutoka mikoani akapatikana mwanafunzi bora kwenye somo fulani. Wakati huo aka sekondari ilikuwa shule ya kata kama unaosoma wewe, lakini walisoma kwa bidii, walimu tulifanya kazi kwa bidii na wanafunzi bora kitaifa akatoka pale. Kutoka pale nikahamishiwa Dar es Salaam. Serikali iliniita mimi na mwanafunzi na mkuu wa shule na mzazi wa mwanafunzi, wakatuwekea sherehe kubwa pale Dar es Salaam, chuo cha teknolojia Dar es Salaam. Wakaunganisha na wanafunzi wengine kutoka shule nyingine yaliyokuwa wa kwanza, wa pili kwenye masomo hello aliyekuwa wa kwanza wa pili hadi wa tatu kwenye masomo, tukafanywa sherehe ya kupongezwa. Ungetamani upongezwa wewe? unasoma shule gani? kwa ngombe? Wow, kwa ngombe. Which class? form 2? form 2? Okay, that's very good. Nani angetamani apongezwe na serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania? Mu akakupe hitaji la moyo wako. Amen. Yeah. Sawa walimu wenzangu, mimi nazunguka mikoani. Sijui kama kuna walimu wa sayansi hawapo, hawapo hata mmoja, lakini shuleni kuna walimu walioenda kwenye mafunzo, walimu wa sayansi na hisabu, si ndio? Basi sijajua walienda mkoa gani, lakini lazima wamekutana na